Enwa Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema ambayo Kristo ameifanya kwa ajili ya mapenzi yake mema katika siku ya Jumapili hii ambayo Mungu ametukirimia katika maishani mwetu. Basi wapendwa, nataka nikueleza ya kwamba katika jioni ya leo Mungu alikuumba kwa makusudi, na anapokusimamisha katika duniani kuna makusudi ambayo Mungu ameyapanga katika maishani mwako. Jifahamu kwamba wewe sio mtu wa kawaida, bali wewe ni mtu ambaye uliwekwa kwa makusudi. Ukisoma kitabu kile cha Exodus chapter 9, chapter 9, verse 16, kutoka mlango ule wa 9 mstari wa kumi na sita inasema lakini nalikusimamisha wewe kwa sababu hii hii hii, ili ni, ni kuonyeshe uwezo wangu. Angalia maandiko inasema kwamba Mungu akamsimamisha kwa uwezo akamsimamisha Musa kwa sababu ya makusudi ya kwamba aonyeshe nguvu yake. Kwa hivyo wapendwa, katika maishani mwako kuna mambo ambayo unayaona katika maishani mwako, lakini uelewe kwamba kuna lokusudi ambalo Mungu amekusimamisha. Maana imefikia wakati unataka kuacha wokovu, unajiona, unajiona duni katika mambo yale unapitia kwa maisha yako, lakini Mungu anasema kwamba alikusimamisha kwa makusudi. Hakukusimamisha kwa sababu ili kwamba uendelee kubaki katika shida, uendelee kubaki katika matatizo, kwa sababu Farao alisimamishwa ili aweze kuwa kikwazo katika maishani mwa watu wa Mungu ndani ya maisha yako kuna vitu ambavyo unavipitia, ni kwa sababu Mungu alivisimamisha ili akaweze kuonyesha nguvu yake. Si kwamba katika mambo haya unayoyapitia, ni kwamba utaendelea kukaa katika shida hiyo, bali Mungu amekusimamisha mpendwa, kwa lengo na kusudi, ili akaweze kudhirisha nguvu yake, akadhirishe uwezo wake katika maishani mwako. Najua unahangaika katika maisha yako, unasumbuka, una unaishi kwa, maku, kwa matatizo, yani kila jambo unalo fanya halifanyiki vizuri, maisha yako ni matatizo, lakini kumbuka ya kwamba Mungu alikusimamisha kwa makusudi, ili nguvu za Mungu zikaonekane kupitia matatizo ulionayo, ili Mungu akaonekane kupitia matatizo unayoyapitia, kupitia magonjwa, kupitia matatizo, mahangaiko, shida, kulala na njaa, matatizo unayopitia ni kwamba Mungu akaweze kuonekana katika maishani mwako. Angalia, ukiwa mtu mzima, ukiwa wewe ni huna ugonjwa katika ndani yako, alafu utoke uende kwa daktari na umwambie daktari anatoka unitibu, basi daktari anaanza kuona kama wewe ni mwenda wazimu, anaweza kuona wewe ni mtu ambaye hueleweki, ni mtu ambaye umechanganyikiwa. Lakini wacha nikwambie, lakini ukiwa mgonjwa, daktari atang'ang'ana, ataenda kufanya vipimo vyake vyote. Ndo maana wakati anapoona shida, anaanza kuishughulikia. Na ndivyo katika maisha yako, kuna vitu ambavyo vimesimama ndani ya maisha yako, ili kwamba nguvu ya Mungu ionekane, maana Mungu atashughulikia hiyo shida na ikishaondoka utaweza kujua kweli hakika kuna Mungu. Najua, na jua unahangaika, lakini Mungu wa mbinguni ana mipango mizuri. Mpendwa, unahangaika na kazi, unafanya kazi, unaonewa, unafinyiliwa, lakini katika mambo haya Bwana alileta hayo shida. Kwa nini Mungu amtume Musa akawatoe wana wa Israeli? Kwa nini Mungu amtume Musa? Maana Musa alimuumba na Farao alimuumba, kwa nini amtume? Yeye Farao alisimamishwa ili aweze kuwagandamiza wana wa Israeli, lakini Mungu naye akasimamisha Musa ili akaweze kuwa mtatuzi katika ndani yako. Mungu amefungua njia ya wewe ukaweze kufunguliwa. Kwa hivyo, katika matatizo unayopitia ni kwa sababu Mungu ameyasimamisha ili akaonyeshe nguvu zake. Unapomwita, Naye atashuka na kuondoa matatizo unayoyapitia. Wacha kubabaika katika maishani mwako, bali simama imara katika Mungu. Simama imara, naye Mungu wa mbinguni ataweza kudhirisha ukuu wake. Anasema, nilikusimamisha wewe kwa sababu hii hii, ili kuonyesha uwezo wangu, tena kwamba jina langu likatangazwe katika dunia yote. Shida imesimamishwa ili kwamba wewe usimame na Mungu na shida iondolewe, ili matatizo yaondoke, ili watu wakaone vile Mungu alivyo mwaminifu. Haya unayoyapitia ni kwamba Mungu ameyasimamisha ili utukufu wake ukaweze kuonekana. Kwa hivyo haina haja wewe usumbuke, haina haja kuhangaika, bali endelea kusimama na kumwamini Mungu. Simama na kumwita Mungu. Mpendwa, ni wakati wa wewe unapoona shida, si wakati wa kubabaika, bali ni wakati Mungu wako akaonekane, Mungu wako akaweze kutangazwa kupitia wewe. Kwa hivyo shida hiyo ulionayo itaondoka na Mungu ataweza kusimama pamoja na wewe. Kwa hivyo mpendwa, katika jina la Kristo usibabaike kwa yale unayapitia, bali eh, yakabidi Bwana aendelea ya kuyapeana kwa Mungu naye Mungu wa mbinguni ataweza kuonekana. Haina haja wewe uendelee kuhuzunika, haina haja wewe uendelee kutatizika, bali endelea kusimama kwa sababu Mungu alikusimamisha wewe kusimama na wokovu umesimama. Wewe ambaye hujaokoka mkubali Bwana Yesu, rudi kwa Yesu Kristo, mpatie maisha yako Yesu Kristo, naye ataweza kukokoa. Maana shida ulionayo mimi nilipitia shida nyingi sana lakini, nilipojitambua, nilipojua ya kwamba Mungu alinisimamisha kwa makusudi na nimesimama katika njia ya Bwana. Na wewe pia simama katika njia ya Mwenyezi Mungu, na maisha yako yatabadilika na utamwona Mungu akifanya mambo mazuri katika ndani na mashini mwako. Haina haja ya wewe ubabaike uendelee kujitesa Kitabu cha Warumi mlango wa tisa mstari wa kumi na saba inasema Farao akasimamishwa na maandiko yaliweza kusimama kwa ajili ya kwamba uliyasikia yote haya ambayo unayapitia katika namashani mwako, lakini wacha nikwambie, Mungu wa mbinguni anaona, ameona machozi ulio nayo unayolia unayo, ameona mateso unayopitia anaona vile unavyokuwa na ye. Bwana wa majeshi ataweza kuonekana. Kitabu kile cha Torati mlango wa kumi kitabu cha Torati mlango wa kwanza mstari wa 33, kitabu cha Kumbu uh, kumbu la Torati, Deuteronomy chapter 1 verse 33 inasema ya kwamba, katika ndani yako unajua mambo haya yote katika usiku Mungu aliwaongoza kwa, kwa wingu la moto na mchana akawaongoza kwa wingu ili wafikirie mahali ambapo wataweza kuweka hema zao. Hata vile unapitia shida Bwana Mungu anakuongoza ili ukaweze kujenga nyumba yako ili ukaweze kuishi na familia yako. Wacha kubabaika. Eh, unajiona ya kwamba wewe ni masikini sana, unapitia katika mambo haya, katika shida na katika matatizo, lakini Mwenyezi Mungu ana mipango mizuri katika juu ya maisha yako. Kwa hivyo, wapendwa, katika maisha ni kitabu kile cha Isaya chapter 40 verse 20, inasema hivi ya kwamba yeye aliye masikini sana hata hawezi kutoa sadaka ya namna hii. Angalia maandiko yanasema kwamba yule ambaye hawezi hata kutoa sadaka kwa sababu yeye ni masikini hoheahe, ya yani ako na shida, lakini Mungu hemusikize ilo neno. Anasema ya kwamba atatafuta muti usioweza kuoza na atafute mutu stadi, yani fundi stadi wa kutengeneza sanamu ya kusimamisha vizuri. Angalia, yeye aliye masikini atatafutaje fundi aliye stadi? So inamaanisha umasikini ulionao na ile shida ulionayo itaondolewa. Hayo mateso unayopitia hiyo hali yako ambayo uko nayo itaondolewa. Hayo matatizo ulionayo yataondolewa, mpendwa, na utaweza kumwona Mungu. Kwa hivyo, haina haja ya wewe kusumbuka, haina haja ya kuhangaika, kwa sababu Mungu ana mipango mizuri. Mungu alikusimamisha kwa makusudi. Haijalishi wewe ni masikini, haijalishi uko na shida gani, lakini Mungu anaenda kubadilisha umasikini wako, anaenda kuondoa hizo shida unazozipitia kwa maisha yako, na unaenda kumuona Mungu. Hayo magonjwa yanaenda kuondolewa, hayo matatizo ulionayo yataenda kuondolewa na mpendwa, simama katika njia ya Bwana, maana Isaya 40 mstari wa 20 nasema kwamba yule aliye masikini sana atatafuta mti usiooza usioweza kuoza na atatafuta fundi stadi, yaani mtu anayejua kutengeneza. Kwa hivyo inamaanisha kwamba fundi atafanya na nini? Hebu fikiria ya kwamba huyo fundi stadi utakapompata utamlipa nini bana? Wewe huwezi kutoa sadaka, wewe ni masikini, una shida katika maishani mwako, lakini mpendo ya kwambia kwamba Mungu amenizungumzia katika neno hili ya kwamba niweze kukuambia shida unayopitia ina mwisho, imefika mwisho. Wacha kukata tamaa. Wacha ku, kuwaza kujimaliza, wacha kuacha mambo ya kuwaza ya kusema mimi vile mali nimefikia, wacha nijitoe hai. Wacha mambo hayo. Mungu ana mipango mizuri, yeye anaenda kubadilisha maisha yako, anaenda kuondoa shida unayoipitia kwa maisha yako, hiyo shida ambayo iko ndani ya maisha yako. Najua wewe ni maskini sana, najua kwamba hata uwezo ukatoa sadaka maisha yako, uwezo ukasaidia mtu yoyote, lakini amini amini, na kuambia unaenda kusaidia watu wengi, unaenda kutoka katika masikini unaenda kutoka katika hiyo shida. Mungu amenizungumzia niweze kukuambia chio na leo, yaani Mungu amenipatia kibali cha kuongea na wewe sasa. Wewe ukijua kwamba umewekwa kwa kusudi, ni wangapi ambao wamekufa? Ni watu wengi ambao wamekufa, lakini kwa nini wewe umebaki hai kwa nini umebaki hai? Ni kwa sababu Mungu amekuacha kwa makusudi. Kwa hivyo, atabadilisha maisha yako. Acha kuvunjika moyo, acha kuona wasiwasi, acha kuona matatizo, acha kuona fikra potovu. Ondoa hizo fikra potovu, wacha kukata tamaa, simama katika njia za Mungu na Mungu wa mbinguni atakuondolea mateso unayoyapitia, kwa sababu ameniambia kwamba amekusimamisha kwa makusudi. Hiyo shida unayopitia ni kwa sababu nguvu ya Mungu, Mungu ikaonekana hiyo shida unayopitia katika maishani mwako ni kwa sababu Mungu ana mipango mizuri na wewe. Anataka kubadilisha maisha yako, anataka kuondoa masikini, anataka kuondoa magonjwa, anataka kuondoa shida katika ndana maishani mwako, ili ukaweze kumwona Mungu. Kwa hivyo, mpendwa, chioni ya leo, wacha kuwa na fikra mbaya Wacha kuwa na fikira potovu ya kusema nitaishi hivi hata nitakufa nikiwa sina chochote, nitaishi hivi, hivi, maisha yangu yote ni nani aliyekwambia utaishi katika hali hiyo? Maandiko yananiambia kwamba Isaya 40 mstari wa 20 nasema kwamba yeye aliye masikini hawezi hata kutoa sadaka, lakini mtu huyo atatafuta mtu ambaye ni fundi stadi ha, akaweze na atafute mti ambao hauwezi kuoza na akaweze kuregesha. Kwa hivyo, hiyo fikira ulionayo achana Fikiria, simama na nuru Mungu, maisha yako itabadilika. Mungu atabadilisha maisha yako, atabadilisha. Ninaelewa ya kwamba mahali umefikia umekata tamaa, mahali umefikia umekata tamaa, maisha yako umeji, uh, yani katika ndani yako unajiuliza maswali mengi, lakini wacha nikwambie, Mungu amekuacha kwa makusudi. Wengine wameka, wamekufa, wengine wamepoteza maisha yao, wengine hata wajijui mahali walipo. Kama uko hospitalini, najua utapona, kwa sababu magonjwa yana uponyaji. Hiyo Yesu aliachilia uponyaji kwa ajili ya matamu. Tatizo yale ambayo unapitia ni shida ambayo ya ndoa yako, Bwana anaweza kusuluhisha. Yeye ana uwezo wa kubadilisha maisha yako, wacha kukata tamaa. Bwana ana mipango mizuri na maisha yako. Yeye ni Mungu mwaminifu, ana uwezo wa kubadilisha katika jioni ya leo. Kwa hivyo mpendwa, katika usiku wa leo, najua katika vile unafikia vile umefikia, umechoka, yani maisha yako umechoka mpaka unasema kuishi, haina haja ya kuishi. Wacha nikwambie, Mungu amekuacha kwa makusudi, yeye amekusimamisha kwa makusudi. Kuna watu wengi ambao wamepoteza uhai wao, wengine wanazikwa, wengine maisha yao yameisha, lakini wa, wewe Mungu amekuacha kwa makusudi. Kwa hivyo acha kujivunja moyo, wacha kutatizika, na ye Kristo anaenda kutenda mema juu ya maisha yako. Kwa hivyo ni jioni ambayo Mungu ameiweka kwa mapenzi mema katika maishani mwako. Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Kristo, na naleta msikilizaji wangu katika jioni ya leo, wacha baba katembee katika maishani mwake, ile shida ambayo anaipitia ndani ya maisha yake. Jehova, nyosha mkono wako wenye nguvu na mamlaka, nenda ukaharibu mipango ya giza, mipango ya magonjwa, mipango ya ufalme wa Ujemi na kila ufalme wa Yunani, kila matatizo anazovipitia, kila roho ya masikini, kila roho ya ukataliwa iliyo katika maishani mwake naisambaratisha. Najua baba ulimwacha kwa makusudi, nami nakemea na kusambaratisha kila ufali mewagiza haya matatizo yaliyondana maishani mwake, nimepata kuyaondoa akapate kubarikiwa katika jina Yesu Kristo, nimeomba na kumleta mikononi mwako, amen.